Fikiria matokeo, neno matokeo likitoka ambayo sio mazuri katika maisha ya mwanadamu. Fikiri kwanza kwako wewe mwenyewe, matokeo mabaya uliowahi yapata kwenye maisha yako. Hapa mlipo, kila mtu alishawahi pata matokeo mabaya, kila mtu alishapitia kwenye maisha ya matokeo mabaya, kila mtu, iwe ni shuleni matokeo yakatoka mabaya, ukauliza wanafunzi matokeo yakitoka, jinsi roho zao zinavyokuwa, alafu aende kwenye ukuta wa dawati asome ayaone, matokeo ni mabaya, katika jina lake ama kwenye namba yake, huyo mwanafunzi anakuaje? zinaenda roho au kinyume, kwa sababu ya matokeo mabaya. Matokeo mabaya ni roho iliyoumiza, niyo wengi hapa duniani kwa koroda matokeo inaumiza fiki na mawazo na nguvu zote katika maisha yako yote. Waulize watu waliofika juu ya matokeo mabaya. Kuna watu wameasilika kwa matokeo mabaya. Mtu anaweza kukaa mwezi mzima haongei ndugu na jamaa. Mama alikuwa anauliza ananiambia, siku moja, asema kijana wangu bosi, siku moja alipata matokeo mabaya shuleni. Alishindwa hata kula chakula, mama akaanisha uji. Maana hata kuna hawezi hata kulia tu masaa yote, itabidi sasa aje kumpa kwenye kichwa kisa mato

Matokeo, matokeo, mimi kuna kipindi yalitaelonekale kichaa, yalitoka matokeo mabaya kwangu. Nilitoka Dar es Salaam, nitoka nilitoka Mbeya nakuja Dar es Salaam kufanya biashara nikale mzigo Dar es Salaam umefunika umejaa kupita kaada. Ile biashara yako haifai tena na biashara ye bati valikwalenyane zikaharibika zilikuharibika zikaoza zote, nilishindwa kusafiri. biashara la ndizi. Ziki kozi zile ambazo zinaandika zinaimba saka wanazungusha kwenye debe. Nikafika pale nikamwomba yule mama. Mama, naomba tafadhali nisaidie hizo ndizi ambazo ziko kwenye kwenye debe ile jana, na nyumba nilala na njaa nishinda na njaa, naomba nisaidie. Mama yule akaniangalia akaona sura sio yaombaomba omba. Wala sio mtu kwamba ame ni vijana wa huko huko. Ni kijana tu kwa njaa. Mama yule akachukua ndizi zake.

Bwana nyingine, nitaangalia upande wa magharibi bwana amefungua njia nyingine, nitaangalia upande wa mashariki, nitasonga mbele mpaka leo anaishi. Haleluya.

Tii akajenga safina, hakupuuzia hakuzanao, akajenga safina. Alipojenga safina, akageuka wake, kawaona wake zake wapo, akasema, ninyi wakwezangu, njone tusaidiane kujenga safina, wakakataa. Binamu za wakezangu, njoni

Bwana Yesu, Yesu, niko mbele zako, ninaomba toba kwa ajili ya familia yangu, kwa ajili yangu mimi na familia yangu, kwa ajili yangu mimi na familia yangu, naomba unisamehe, ninatubu mbele zako leo. Baada ya neno lako, nimejigundua sina utii ndani yangu, sina utii ndani yangu kwajili yangu mwenyewe yangu, na familia yangu, roho ya utili ndani yangu nina, kwa sababu ya matokeo yaliyopita kwenye maisha yangu yali maisha yangu yalipelekea njia mbaya lakini Unisaidie. Unisaidie. Mimi na familia yangu kamona usaidia ufu Nuhu, alipona na familia yake, na mimi natamani familia yangu, yangu, waingie kwenye ufalme wako, tutoke kwenye madhabahu za shetani, tutoke kwenye uongo wa shetani, tutoke kwenye maagano ya shetani, maagano ya ndugu zetu mangano ya baba zangu walipelekea safina ikazama, walipelekea watu wakashindwa kuiona safina. Wanaiona inaelea inaondoka na maji, wakafikiri inezama, kumbe wao ndio wanazama. Safina inaelea, wao wanazama. ulipopita Bwana Yesu ya bahari ulitembea, kwenda ulipita juu ya maji, wanafunzi wakakuona, wakafilini ukashindwa kuondoka na Yesu kwa sababu ya maovu ya baba zako, kwa sababu ya uovu wa ndugu zako, kwa sababu ya ndugu zako. Inawezekana ni mume wako, kama ni watoto, inawezekana ni baba yako, inawezekana ni ndugu zako, inawezekana ni mama yako. Wote wasiwe kwazo wala lango na wewe kusababishia ushindwe kwenda mbinguni. Binguli, naomba kuanzia leo neno lo lipokee. Sio kwa bahati mbaya, ni neno la Bwana linasema na wewe. Ni Mungu anaongea na wewe. Ni Mungu anakusemesha. Mungu anakusemesha roho yako. Unaelewa, Mungu anakusemesha ni wewe. Bwana unajua maisha yako. Huwezi kukaa kama ulivyo hivyo hivyo. Lazima uongee ndani wewe. Mwambie Mungu maisha yako. Mwambie Mungu ujue familia yako Bwana. Mungu anakujua vile ulivyo, unavyoishi maisha yako. Mungu anajua. Mungu anafahamu maisha yako yalivyo. Anafahamu mpaka kiburi chako. Anafahamu ki ana mpaka dharau zako.